Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Taarifa tuliopata muda huu zinasema kuwa bondia wa ngumi za kulipwa nchini na bingwa wa mkanda wa WBO Afrika katika uzani wa middle, Hassan Mwakinyo anashikiliwa na Jeshi la Polisi Mkoa wa Tanga akituhumiwa kumshambulia mtu anayedaiwa kuingia katika eneo lake bila ya ridhaa yake. Mwakinyo anashikiliwa na jeshi hilo tangu jana Alhamisi katika kituo cha Chumbageni kutokana na sakata hilo huku mtu aliyeshambuliwa akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Bombo Tanga. Sababu kubwa bondi ya bondia huyo kushikiliwa na jeshi hilo ni kutokana na madai ya kumshambulia mtu huyo na kumsababishia majeraha makubwa mwilini. Akizungumza na Mwananchi, Kaimu Kamanda wa polisi mkoa wa Tanga ACP Market Msangi ambaye amekili kuwa wanamshikilia bondia huyo maarufu nchini, na nukuu, tunamshikilia Hassan Mwakinyo, hatumshikilii bondia. Hakuna shida, ila ana tuhuma za kumshambulia mtu ambaye inasemekana alipita maeneo ya nyumbani kwake na kujaribu kuingia kwa namna ya mazingira ambayo inadaiwa ni kwa nia ya kutenda kosa, kwa hiyo akamkamata. Wakati tunapewa taarifa alikuwa amemkamata, polisi tulienda kwa ajili ya kuchukua, kumchukua mtuhumiwa lakini alikuwa kidogo ana majeraha, tukampeleka akapate huduma ya kwanza Bombo. Kwa hivyo tunamshikilia kutokana na kumkuta mtuhumiwa kidogo ana majeraha. Tuna, tunaendelea kumhoji Mwakinyo kwa nini mpaka akajeruhiwa hivyo. Mwisho wa kunukuu kauli ya kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Tanga, ACP Market Msangi. Habari hii ni mwananchi na kushauli, tusisahau kusubscribe, kushare na kulike Tugenda TV kwa habari na matukio mbali